Hivi watu ukiwaona mtu kama usiku, watu tunalala, ukaona mtu mpaka saa moja bado amesinzia, saa mbili bado amesinzia, saa tatu bado amesinzia, saa nne bado amesinzia, ni mmeo au ni mkeo? Mke wako anasinzia mpaka saa nne mme wako anasinzia mpaka saa nne chukua hatua ya kwenda kumwona daktari. Mfumo wa kuzaa ni miezi tisa mtoto lazima atoke. Asipotoka ndani ya miezi tisa inabidi kumwona daktari. Binadamu yeyote, natangaza hili neno, ulishike. Maisha ya kuwa gizani ni kumi na mangapi? Na bado lazima yatokee maisha ya kuwa nuruni, ambayo ni masaa kumi na mawili. Walio kuona gizani kwa muda mrefu, huwa giza linafukuzwa na mwezi. Ni lazima Mungu atengeneze mtu mmoja atakayewaka kama mwezi atakaye waka kama jua wote tujiconnect hapo, ili usingizi utuondoke. Nataka kuzungumza nini hapa? Nataka kuzungumza hivi, waliokuona wewe unaishi maisha ya giza, huu ni wakati wa maisha ya nuru yamekuzukia. Nimetangarudia tena kutangaza, hujanielewa? Nasema hivi, umedumu katika giza kwa muda mrefu, giza la kutokuwa na fedha, giza la kutokuwa na mafanikio, giza la kutokuishi kwa amani giza la kuishi unalia kwa ajili ya watoto nakuumiza, limefutwa. Imekuja wakati wa mwanga kuangaza nuru ya Bwana, pokea hiyo neema katika jina la Yesu aliye hai. Umenielewa? mpaka hapo utakapoona nuru imetokea usije kujitumbua ukwamba wewe utawaka kuliko mwezi. Utawaka kivyako, lakini mwezi wenyewe utakuwa na nguvu zake za kuwaka. Ikifikia jua linakuwa na nguvu zake za kuwaka. Kwa usisumbuke kuwa na kumfikiria mtu kwa sababu ima hawezi kubadilika akawa Antoni, ima ni ima na Antoni ni Antoni. Kwa upashwi kusumbuka na jina la mtu wakati yeye ana jina lake na wewe na jina lako. Nasema kwa wafanyabiashara, wafanyakazi kazi na wahubiri, usisumbuliwe na kipawa cha mtu, maana yeye ana jina la kwake na wewe una jina la kwako. Wewe umepewa mwangaza wa namna ya kwako peke yako na jua limesimama kukuongoza na mwezi umesimama kukuongoza, ukishaini, na nyota utashaini pamoja nazo. Piga kelele, sema hive, usisumbuke na kazini. Watu walioajiriwa wangeelewa hilo, wangefanya kazi na mtu akamwacha akastafu kwa amani, kuko kutengenezea figisu, kwa sababu huwezi kuwa mhubiri mzuri kwa kumchafua mwenzako ili kusudi akichafuka ndio wewe usimame unyooke. Hauwezi kuwa maarufu kwa kusaka mapungufu ya mwenzako. Utakuwa maarufu kwa kazi zako na unavyowahudumia watu, watasema hakika huyu mtu amepakwa mafuta na Bwana na Bwana anamuongoza na, na Bwana ameweka agano pamoja naye. Nasema hivi huu sio wakati wa kukaagizani, ni wakati wa kuangaza, uangazwe, uangaze, uangazwe, uangazwe, uangaze, uangaze, uangaze. Nasema, nenda ukaangaze kwa kuwa umeangazwa jirani yako ni swala la muda tu. Umesikia eh? Ni swala la nini? Shika bega la jirani yako mwambie hili ni swala la muda tu. Sema amen. Kuzaliwa kwa binadamu kuwa mtoto usicheke kwamba kwa nini najinyea. Ni swala la muda tu Naye atakuwa kama wewe, atavaa nguo kama yeye wewe. Yani, swala la kuonekana wewe hauna kitu, ni swala la muda tu, ni swala la muda tu. Yani, swala la mtu kukuona huna gari, ili ni swala tupeane muda tupeane nafasi kwamba umetangulia wewe, mimi bado nimelala, bado nitaamka ni wewe ukiwa umeshasinzia. Yesu anasema kuna malaika wanapanda, sema kupanda, halafu kuna malaika wengine wanashuka. Hebu sema kuna kupanda na kushuka ni swala la muda tu. Yani, swala la mtu kuzaliwa lisikutishe, kwamba wewe hutazaliwa hapana. Ni swala la muda tu, tupende nafasi. Ni swala la muda tu. Wewe kufunga ndoa, umefunga leo, kesho mwingine anafunga, ni swala la muda tu. Piga kelele, sema fire more than fire, umeelewa? Paka hapo ni swala la nini? Ni swala la muda tu. Maumivu ya kwenye ndoa, ugonjwa ulionao, wote ni swala la muda tu. Hakuna mtu yani, mtu asikuti, hii mambo ya wabunge kuwa bungeni ni swala la muda tu. Ha, kuna watu wameona mwangaza kipindi cha Kikwete, wale wa, wa Mkapa wakasinzia. Ni kupeana muda ndugu zangu, tupeane nafasi tu. Yani kuna watu walikuwa na mwangaza kipindi cha Jakaya ya Mkapa wamekuja kuona giza kipindi cha mzee Jakaya Kikwete wakaanza kuona mwangaza kupitia jua mze la mzee Kikwete. Tupeane muda tu, ni swala la muda tu. Kuna watu walikuwa wanawaka sana kipindi cha mzee Kikwete, walikuja wakasinzia. Mzee John Pombe Joseph Magufuri akaonekana kama jua watu, akaangaza kipindi cha mzee Magufuri. Ni swala la muda tu, na kuna watu walikuwa wanatikisa sana kipindi cha mzee John Pombe Magufuri, sasa hivi wamelala. Ni kipindi cha jua la mama, huyu Mama Samia Suluhu Hassan, wengine wamesinzia. Unajua tunapeana muda tu, napiga kelele nasema, ni muda wako wa kuangaza. Unamwona mwenzako anacheka na mme wake, wewe unalia na unahuzuni, usinzii, unamfikiria mme wako. Mwambie jirani yako, usinione nalia, hili ni swala la muda tu. Wana waisraeli wakati wanalia na wanatoa machozi, wamisiri walikuwa wanafurahia. Tunapeana muda ndugu zangu, Mungu akamchipua Moses, halafu wale wa Filisti na wamisiri nao wakaanza kulala. Kipigo walichokipata waisraeli kikahamia kwa wamisiri. Nakupa muda mpendwa, tupeane muda mpendwa, ni swala Your time. Ni wakati wako. Nazungumza na watu wanaoelewa wakati hapa. Wangepiga makofi na vigelegele. Come on, glory to be God. Wapendwa ni wakati wa muda tupeane. Hii nimeivamia sio sherehe yangu ni kwa kuwa wamenichagua kwamba mimi ni mlezi na ni mweni mgeni lazima kwa hiyo mgeni lazima lazima azungumzie muda. Ni swala la wamama kwenye mda wao, na sisi wanaume ka simba, inakuja sherehe ya wababa na sisi tutazungumza hapa, heshima ya wanaume, na sisi tutajitetea hapa. Piga kelele wamama, mtu support, sema amen. Na sisi tutajitetea, na sisi tutajitetea, hatutanyamaza. Mmeongea mengi, tumewasikia. Ili tusihukumiwe, inabidi nasisi tujitetee. Tunamwomba Mungu aisogeze siku ya wababa mara haraka sana. Recomend. Recomend. Recomend. Taji ya nyota kumi na mbili. Naomba mzingatie maelekezo haya: fimbo iliyotumika kuua nyoka huwa haitunzwi sebleni. Je, unamwelewa? Uijoka ni nani? Jambo la kuokoka ni mara moja, lakini kutunza wokovu unahitaji ukae nyikani. Saa imefika Mungu kuendelea kutunza na kulinda imani yetu. Hakuna wokovu kama joka na malaika zake haujawashinda because there is no one can push you to your success. Je, Unaijua mandate ya damu ya Yesu Kristo? Shetani anadondoka, ushindi mbele ya nguvu za giza. na ukuja bahati mbaya kwamba utalala na kuamka utajikuta mshindi. Hayo ni mafundisho mepesi katika mazingira magumu. Tunawapenda sana. Umechafuliwa na fimbo ya ubaya, pigana na joka kwa kuitumia damu ya mwana kondoo. Come come, anajua amebaki na wakati mchache tu Haya yote na mengine mengi utayapata ndani ya ushindi mbele ya utawala na ufalme wa shetani na ibilisi. Kaa tayari, kaa tayari kupitia channel ya kupendwa Buludoza Tv.